Klabu ya Wydad Casablanca ya nchini Morocco tayari imemtambulisha rasmi mchezaji Stephen Aziz Ki, nyota wa timu ya taifa ya Burkina Faso. Kupitia katika ukurasa rasmi wa Instagram wa klabu ya Wydad Athletic Club wameposti picha hii ya Stephen Aziz Ki akiwa na kiongozi Dani akiwa ameshikilia jezi ya klabu ya Wydad na kuandika caption isomekayo hivi: Step one done. Next Sawa sawa, then wakaweka emoji ya battery ambayo inawakilisha energy, afu hashtag Dima Wydad. Katika utambulisho huo Stephen Aziz Ki aliambatana na mkewe, mwanamitindo kutokea Tanzania Hamisa Mobetto, na hizi ndizo picha walizopiga pamoja wawili hao. Aziz Ki anajiunga na klabu ya Wydad, ya kitokea ng African Sports Club ya nchini Tanzania ambayo ameitumikia kwa misimu mitatu mfululizo na hizi ndizo takwimu za Stephen Aziz Ki tangu ajiunge na klabu ya Yanga mwaka 2022. Aziz Ki amechezea ng Africans michezo 114. Katika michezo 114 ameweza kufunga magoli 52 akitoa asisti za mabao 32. Jumla ya magoli ambayo amehusika goal involvement ni magoli 84. Aziz Ki amewahi kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu, yani MVP wa league akiwa na klabu ya Yanga lakini pia amechukua makombe mawili ya FA Federation Cup akiwa Tanzania. Lakini pia amechukua ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania mara mbili. Amechukua kombe la ngao ya jamii mara mbili. Amechukua kombe la mapinduzi mara moja, kombe la muungano mara moja, kombe la Toyota Cup ambayo lilichezwa kule South Africa moja. Lakini pia alichukua kiatu cha mfungaji bora mara moja akiwa na Young Africans bila kusahau ana medali ya kafu ambayo alipata katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kafu Confederation Cup. Hizo ndizo takwimu za mchezaji Stefano Azizki ambaye anajiunga na, na klabu ya Wydad Athletic Club ya huko nchini Morocco katika jiji la Casablanca. Ni upi mtazamo wako juu ya hili? Drop your comment comment. 12 ya comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Kinatoka chuma kinaingia chuma. Hatimaye klabu ya Real Madrid imemtambulisha rasmi kocha y Xabi Alonso kuwa ndiye mrithi wa mikoba ya don Carlo Carlo Ancelotti aliyeagwa rasmi katika siku ya jana. Kupitia ukurasa rasmi wa Instagram wa klabu ya Real Madrid, wameposti picha hii ya kocha ya Xabi Alonso, then wakaandika bienvenido, welcome Xabi Alonso hiyo ndio posti ambayo wameposti Real Madrid wakimkaribisha kocha wao mpya Shabi Alonso. Shabi amesaini kandarasi ya miaka mitatu kuitumikia Real Madrid. Mkataba wake unatarajiwa kuanza mwezi kesho Juni 1, 2025 hadi Juni 30, 2028 ndipo mkataba wake utakapomalizika. Shabi Alonso ni moja wa kocha ambaye aliwahi pia kuitumikia klabu ya Real Madrid akiwa kama mchezaji. Xabi Alonso akuishia kuitumikia Real Madrid, amecheza katika vilabu tofauti tofauti kama Liverpool, Real Sociedad pamoja na Bayern Munich. Xabi aliuvaa uzi wa Real Madrid katika michezo 236 tangu mwaka 2009 hadi 2014. Katika kipindi hicho alishinda major trophy sita ama mataji makubwa sita, alishinda kombe la kumi la Ulaya huko Lisbon. Lakini pia alishinda kombe la Europa Super Cup moja kikombe cha ligi kimoja huku akishinda vikombe viwili vya Copa del Rey na kombe la Spain Super Cup. Xabi Alonso pia ni gwiji wa timu ya taifa ya Uhispani ambaye amewahi kushinda kombe la dunia mara moja mwaka 2010 na makombe mawili ya Euro 2008 na lile la 2012 -20, katika michezo 113 ambayo amecheza kimataifa. Xabi Alonso alianza kazi yake ya ukocha katika klabu ya vijana ya Real Madrid akiongoza kwa msimu mmoja, msimu wa 2018 2019, timu ya Infantil A ambayo ilitangazwa kuwa mabingwa wa ligi na mashindano ya ligi ya mabingwa. Sasa rasmi Xabi Alonso anarejea katika klabu ya Real Madrid akiwa mmoja wa makocha bora zaidi duniani kwa sasa baada ya kuifanya kazi katika klabu ya Bayer Leverkusen, timu ambayo imeshinda taji la ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga na makombe mengine ikiwa chini ya uongozi wake kama kocha. Xabi ameiongoza Leverkusen kwa misimu mitatu mfululizo. Kesho Jumatatu Mei 26, majira ya saa sita na nusu mchana, Xabi Alonso atatangazwa kama kocha mpya wa Real Madrid katika tukio maalum litakalofanyika jijini Madrid. Awali, rais wa Real Madrid Florentino Perez atampokea Xabi Alonso kwa ajili ya itifaki ya kusaini mkataba unaounganisha kocha mpya na klabu kwa misimu mitatu ijayo. Baada ya tukio hilo, Xabi Alonso atahudhuria mkutano na waandishi wa habari katika chumba cha waandishi wa habari cha Real Madrid City. So nafikiri hii itakuwa habari njema sana kwa klabu ya Real Madrid. Ni upi mtazamo wako juu ya taarifa hii? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni super trv ya Dino Television, endelea kutofollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.